Naam, tupo tena uwanja wa Benjamini Mkapa, amebaki masaa machache sana kwenda kushuhudia mchezo wa Dar es Salaam a Yanga Afrika zidi ya, ya walet kutoka Angola. Na hapa mbele tupo na shabiki wa Yanga atajitambulisha kwa majina yake na pia ametokea maeneo gani. Yeah, naitwa Edmund Fideli Sichanga, mimi ni Muhehe kutoka Mafinga Ilinga, nimetoka tawi la Kinyanambo. Hey, wakali wa Kinyanambo Ilinga. Yes, Mafinga, mji wa Mafinga Bwana, nipe siri ya kutoka mamaili marefu sana ambayo kufika hapa Benjamin Mkapa, kuja kuisapoti chama lako la wana Dar es Salaam yanga Afrika. E, kwanza ni kwa sababu tumeiamini timu yetu. Timu yetu imefanya usajili mzuri, imefanya usajili kutokana na mahitaji. Kwa mara ya kwanza, Yanga haijaangalia majina, ila imeangalia inahitaji nini ili iweze kufika mbali, hususan kwenye mechi za kimataifa. Pia ikasajili na kocha mwenye levu ya kufundisha mechi za kimataifa. Kwa hiyo tunaona kabisa tunaingia kwenye msimu bora kabisa, msimu wa shangwe kwa sisi wanayanga Africa kwao. Na mimi nikasema nimewiwa, nikasema lazima nifike nikaisapoti timu yangu kwa kuwa naiamini na naipenda na lazima itashinda. Hilo tu limenipa moyo sana. Na kwa kweli tumekuja wengi wa Mafinga, tumekuja kosa moja kutoka wote kinyanambo Mafinga kwao. Tunashukuru Mungu tumefika salama na tunaamini tutasherekea leo. Ndio wanasemaga watu siku zote mfupa huu wa kwanza wa... Kla, la hatua za kufuzu klabu bingwa zinakuwaga mifupa mepesi, raundi ya pili inakuwaga mifupa migumu, kama tulishuhudia mwaka jana Simba akicheza na Alali Tripoli, tuliona kwa Mkapa walipata kutangulia goli moja, na wanakuwa watu wa moto sana. Na raundi hizo pia Yanga uaga anatokaga sana, sio kwa msimu huu. Msimu huu baba, unaona kabisa aliyepo ndani na ile sabu ambayo unategemea wako nje kama reserve, wote wako full mkoba. Leo unamwona Pacome anaingia kipindi cha pili akiwaacha vijana wametanguliwa kina Edmund. Sasa unafikiri unategemea nini? unategemea mafanikio makubwa, na ndio maana sasa safari wamesajili kwa malengo, hawajasajili sa kwa miemko, maana wanataka anayeingia na anayetoka wao wote kwenye kiwango bora, lakini pia na formation za mwalimu. Tumeona mwalimu huyu hataki kushambulia tu, kama anacheza siku zote na JKT au anacheza siku zote na Simba, maana Simba ni wepesi kwetu, lakini sasa anacheza mechi level ya kimataifa, anacheza mechi kama anaamini kila mechi ni ngumu kwake hiyo ndio tunayotaka mfumo, ili tufike mbali. Safari baba, tunabeba uh, toa salamu tatu kwa watu wa uh, Mafinga huko. Kwanza nawapa heri sana ya mechi hii kubwa ya leo, mashabiki wote watani wa Simba waangalie pale Mafinga mjini, matawi yote matatu. Mafinga tuna matawi matatu, hususani sisi wana Yanga kuna tawi kuu la Mafinga mjini ambalo limechukua na tuzo msimu huu, lakini kuna tawi la Kinyanambosi tawi moja moja, bora sana, ambao tunaamini mwaka huu na wenyewe utachukua tuzo mwaka ujao, lakini tuna tawi jipya ambalo ni wakali wa Kinyanambwei, ambao ndio tawi langu mama. Kwa hiyo wote hawa tunasema, watu wa Mafinga tujumuike pamoja, tule raha leo. Asante sana, asante.